Watu wangu wa nguvu wa Leza TV, kama kawaida, karibu kupitia chaneli yetu ya Power ya Leza TV. Kama wewe ni mgeni mali hapa, ni kuombe tuweze kusubscribe hapa, na kama wewe ni mwanafamilia, niseme tu asante sana kwa kuendelea kufuatilia Leza TV katika chaneli yetu hii hapa. Kama kawaida, tunatoa mafunzo ya jinsi ya kuomba kazi kupitia program nyingi za Canada kama Job Bank, Indeed, Move to Canada Uh, LinkedIn na zingine nyingi, Job Expo Canada na zingine nyingi sana. Kwa hivyo na hapa pia tunatoa mafunzo jinsi mtu anaweza uh, kufanya application, tunafunza interview ambazo huwa wanauliza watu kupitia embassy ya Canada. Kwa hivyo kwa yoyote mwenye ndoto ya kutaka kuja Canada, basi hapa ni mahali sahihi. Leo nimetembea mitaani kama unavyoona, kupitia video yetu na kuna mtaa fulani huu ambao nimetembelea unaitwa unahitwa lakini ni ndani bado ya tauni kubwa ya Trois Riviere, lakini huko kunaitwa Cap. Nimepita hapa kwenye hii majengo ya eh, wa, mahali ambapo wazee wanalindwa wana hapa katika hii manyumba yote ambayo utayaona hapa, nitakuonyesha hapa ndio zile kazi za care giving, zile kazi za eh, health aid zinafanyika, yani wale wasaidizi ambao wanasaidia watu wenye umri mkubwa watu ambao wana matatizo mbalimbali mbali ya kiafya na wanahitaji kuangaliwa kwa karibu zaidi ambayo tunasema ni caregiving. Eh, hapa ndio inafanyika ama. Eh, kwa Kiswahili tunasema ni kazi ya kutoa msaada kwa watu wenye umri mkubwa ama watu wenye mahitaji maalum. So katika hizi nyumba zote hizi hapa, kuanzia hii hapa eh, hizi hapa, na hii ni sehemu moja tu, na kila nyumba hapo, kila chumba, kila sehemu kuna watu mbalimbali mbali mbali ambao wanafanya kazi eh, hapo ndani kutoka mataifa mbalimbali, lakini wengi wakiwa ni wageni. Maana hiyo ni kazi ambayo wageni wengi ama tunaweza kusema eh, migrant ama wahamiaji kutoka eh, nchi tofauti tofauti ikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda, Kongo, Rwanda, Burundi, Somalia, Ethiopia wanafanya, lakini pia baadhi wengine ni Wahindi na mataifa mengine kama Haiti wote wanapatikana katika manyumba haya wakifanya kazi. So nikiwa natembea tembea katika pita pita zangu, nikasema eh, bora nionyeshe watu wangu waleza TV maana niliwaambia kila video inafaa kuwafunza kitu. Manyumba hayo ambayo ni ya kutunzia wageni ah, eti wageni wazee yanakaa hivi namna hii. Kwa barabarani, saa zingine natembea najichanganya mwenyewe, lakini ndio haya manyumba yanakaa hivi, nadhani unaweza kuyaona mm, kwa karibu sana. So una kitu cha wapi cha kujifunza hapa, lazima ujifunze yakuwa kama nilivyokwambia katika video eh, iliyoifanya ile ya maswali ambayo inaulizwa na ndio video ambayo iko hapa kwenye channel yetu, nadhani nitakuwekea mwisho wa video hii hapa, nikuonyeshe hiyo ni video ambayo niliweka yakukwambia ni kwamba maswali ambayo yanaulizwa yanaulizwa pia, unajua utamaduni wa Kanada? Je, unajua mazingira ya kazi Kanada na vitu kama hivyo? So kwa wale ambao wanataka kazi za caregiver na kazi zingine, nishaonyesha mijengo, nishaenda mashambani, nishaonyesha kazi mbalimbali, lakini kama unavyoona pia hapa ni sehemu ambapo nimekwambia, katika hizi apartment ama katika hizi nyumba, ndio sehemu ambapo wanatunzwa wale ambao ni wazee na wale ambao umri wao umesonga kidogo so um, ile nisionekane labda nafanya curiosity uh, sana hapa, kwa sababu nikisimama hapa sana pia naweza kuja uh, kuamsha uh, vitu ambavyo uh, ni vya kisheria zaidi, so bora mm -hmm. niwe nasonga polepole, lakini tena nikisonga nawageuzia kamera hivi, ili kuweza kuwaonyesha kwa uh, ukubwa zaidi. Nadhani mmeyaona ni manyumba mengi sana, ikiwemo pia hii hapa zote hizi ni kwa sababu ya kuwalinda wazee ama watu wenye umri mkubwa. Na hivyo basi eh, unapojipanga kuja kufanya kazi ya care giving, kazi ya kusaidia wazee wenye mahitaji maalum, kuwasaidia kuvaa nguo, kuwasaidia kula chakula, kuwasaidia kuoga, usafi kuwa, kutengeneza vyumba vyao, kuweza ku, kuwapatia hata chakula, kuwapa madawa, na vitu kama hivyo basi, jipange na uelewa ya kuwa ni mazingira kama haya. Ni ndani kabisa humu ndani, kuna vitanda na watu ambao wanafanya kazi humu ndani huwa wanalalia hivyo vitanda saa zingine kwa kupumzika. Kwa hivyo sio kazi ambayo ina hekaheka nyingi, sio kama kazi zingine za viwandani ambayo utasimama kuanzia asubuhi hadi jioni ukiwa umesimama, mgongo unauma, eh, viungo vyote vya mwili vinakuuma kwa sababu ya shughuli nyingi, mishemishe mishe, mingi lakini hiyo ni kazi tu ambayo utaifanya kama ume relax. Ukipigiwa kengele na mgonjwa ama e, mzee ambaye anakuhitaji, anataka huduma kutoka kwako, labda umsaidie chochote kitu, basi atakupigia kengele, utaamka utaenda kumsikiliza nataka nini, utamfanyia kile ambacho anakitaka, then utakuwa unarudi unaenda kutulia sehemu ambayo e, unatoka. Wengine wanalala, wengine wanaingia TikTok wengine wanaingia Snapchat. Kwa hivyo ni kazi ambayo unaifanya kwa ku relax. So katika mazingira hayo ni hali ya kukuonyesha tu kama ni kazi ambazo zipo, lakini pia mazingira yake ya kufanyia kazi sio mazingira magumu, ni katika manyumba kama hayo ambayo nimekuonyesha. Lakini pia eh, haya manyumba hapa yote yamepangana hadi huko hayo huko hadi kule chini, rangi rangirangi hapa nitakuwa nakuonyesha eh, vitu tofauti tofauti. Kwa hivyo ndio maana nasema siku zote ni vizuri sana kufuatilia video, kila video ambayo inapostiwa hapa Leza TV, kwa maana kwa kila video kuna mafunzo ambayo unaweza kuyapata. Hivyo basi nitakuonyesha, eh, sio hapo tu, wengine watawapata kwenye mahospitali eh, kuna wale wengine wa wametengenezewa nyumba maalum za serikali kama hizi hapa eh, nadhani hii hapa ni kwa serikali hapa. Lakini kuna zile ambazo ni private, mtu amejenga nyumba lake ama ana apartment yake kubwa na ameamua kuifanya tu sehemu ya kutunza wale wazee na kuweza kuwa anawaweka pale ndani. Kwa hivyo sehemu za kazi zinaweza kuwa tofauti tofauti kutokana eh, na mwajiri yule ambaye amekuajiri katika kazi. Kama ni serikali, kama ni eh, katika sekta binafsi basi yote inawezekana. Na kama nilivyosema kwenye sekta ya serikali kidogo ndio masharti yanakuwa Eh, magumu kidogo, lazima uwe na vyeti ambavyo vinaeleweka, eleweka hapa Canada, lakini kwenye sekta kwenye private eh, sekta yani inakuwa hakuna masharti mengi sana ya kukuomba labda ma certificate kubwa kubwa vile hivyo. Basi ni vizuri sana pia unapoomba hiyo kazi, utakapokuja Canada usikuje huku, utulie Eh, kuja ufanye hiyo shughuli lakini hakikisha pia huku eh, unajiongezea elimu kwa kusoma, maana utakapoongeza elimu utakuwa unaongeza pia kipato, maana elimu huendana na kipato eh, chako, ama kipato chako kinaendana na elimu yako, naweza kusema hivyo. Ukiwa una una elimu ambayo ni ya juu kidogo, basi utakuwa na uhakika wa kupata pesa nyingi sana na ukiwa na elimu ambayo kidogo ni ya kawaida na mshahara wako pia utakuwa kawaida, sio kawaida kwamba ni pesa ndogo sana, lakini utapata tu kuanzia kama dola 23 24 25 26 kwa saa. Lakini ukiwa una elimu ya kutosha ama umeongeza japo eh, miezi mingine miwili mitatu minne mitano hapa ya mafunzo unaweza kupata hadi dola 30 dola 29 hadi 30, 30 na 1 kwa saa. Na pia kuna faida nyingi sana ukiwa unafanya hii kazi ya caregiving kwa upande wa sekta ama upande wa serikali itakuwa na faida nyingi sana, lundo lukuki, muhimu kabisa, ambazo zinaweza kukusaidia. Mimi natembea zangu hivi katika pitapita zangu huku nikiwa naenda kutafuta, um, nikiwa naenda kutafuta laptop naenda kutafuta laptop ya second hand. Yani kila kitu kinawezekana, sikwambie mtu mtu asikudanganye, eti vitu vingine havipatikani Canada no, vinapatikana. Second hand zipo, yani nimetafuta sana pale kupitia eh Facebook Marketplace, sijafanyikiwa kupata, so nimeamua kushuka mtaani. Sisi ni watoto tayari tumesha zoea jiji, mimi ni mimi nimeishi ni Nairobi kwa miaka 16, kwa, kwa hivyo najua wapi pakupata vitu kwa bei rahisi, wapi pa kupata vitu kwa bei ghali. Kwa hivyo vivyo hivyo, hivyo, hivyo, nikiwa Canada pia machimbo yote ninafahamu vizuri sana hapa so, naingia kwenye chimbo hapa niende kutafuta kama nitapata laptop yangu kwa bei nafuu ambayo itanisaidia katika vitu viwili vitatu, maana ile ambayo ninayo nyumbani kidogo inanizingua ni ile ambayo nilitoka nayo Afrika. Sasa nataka ya Canada ambayo kidogo tutaelewana nayo katika mambo mawili matatu, so acha niingie chimbo niweze kutafuta. Kwa hivyo hata ukija huko Canada usiteseke sana, usianze kuangaika kitu fulani takipata wapi ko, vitu vipo vingi sana, vitu vya second hand vipo, vitu vya, vya kuokota vipo kuna vile ambavyo vinatupwa tu wewe unachukua. Kuna vile ambavyo eh, watakuuzia kwa bei rahisi kabisa, kama hichi kiti hapa, hicho ni kiti cha ofisi tayari hicho kimetupwa. Ehe, eh, hicho unaweza kuchukua ndio, na unaoshaosha kidogo, unapanguza panguza, panguza unakifanyia kazi so ndio vile. Kwa hivyo kila kitu kinapatikana huko kwa bei rahisi. Vipo vya bei rahisi, vipo vya bei ghali vipo vile ambavyo eh, utavipata hata kwa bure. Mtu amechoka nacho tu ukaamua kukitupa, ukiona wow, kitakufaa unachukua, unaenda, uh, unakifanyia kazi kawa, kama kitakusaidia. Ndio hivyo wadau, kwa hivyo mimi katika pita pita zangu tu za kuwa naenda kutafuta laptop, ndio nimeamua niweze kuwaonyesha eh, hiyo sehemu ambayo ni ya caregiving. Kama una hisi ya kuwa video hii imekusaidia kwa njia moja ama nyingine, basi usisite kutuachia comment kupitia comment section kama una swali, niulize nitakujibu. Lakini pia uh-huh, kama una maoni pia niambie tu kupitia comment section. Hakikisha ume like video hii kwa sababu like yako ni support kubwa sana kwenye channel hii ya Leza TV. Napenda kuambia mwisho mlike kwa sababu unapolike mwisho una, ina maana uliona video kuanzia mwanzo hadi mwisho na imekupatia faida fulani. Kama umeipenda, basi lazima utai like na kama hujaipenda, basi ni wewe tu unaweza kuamua kuachana nayo ama ku like kwa usaidizi, maana unapo like pia unakuwa unachangia pakubwa sana kufanya Leza TV zidi kusonga mbele na kukupatia update nyingi kibao. Kwa hivyo tuonane katika video nyingine, uombe tu Tazama video hiyo hapo ambayo ina pop kwenye skrini yako pale, hiyo itakusaidia kujua ni maswali gani huwa wanauliza kwenye ubalozi ama kwenye interview ya kazi hapa Canada. Tukutane katika video nyingine. Peace.